Novena ya Mtakatifu Yosefu, siku ya kumi na tisa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Kwa wale wanaopitia shida za kifamilia. Ee Mtakatifu Yosefu, mpatanishi wa amani, ziombee familia zote zinazopitia migogoro ili zipate suluhisho, upatanisho na umoja, hasa wale wanaopigania mali, watoto na kadhalika ili wakumbuke kuwa yote ni mapito, wa utazamie ufalme wa mbinguni. Ewe uliyebarikiwa na mtukufu milele Yosefu, baba mwenye huruma na mpendevu, na rafiki msaidizi wa wote walio katika huzuni, wewe ni baba mwema na mlinzi wa yatima, mlinzi wa wasio na ulinzi, mlezi wa wale walio na mahitaji na wenye huzuni, liangalie kwa wema wako ombi langu Dhambi zangu zimenielemea pia, Mungu wangu haridhishwi nami kwa haki, hivyo nazungukwa na ukosefu wa furaha. Kwako wewe, mlezi wa familia takatifu, na ukimbilia msaada na ulinzi wako, nisikilize na kusihi kwa kujali kwako kwa kibaba, kwa sala yangu ya dhati, na uniombeni upate upendeleo ni uombao ninaomba ombi hili kutokana na huruma isiyo na mipaka ya mwana wa milele wa Mungu ambayo ilimsukuma kuchukua hulka yetu na kuzaliwa katika ulimwengu wetu wa huzuni. Ninaomba kutokana na uchovu na mateso yako uliyoyavumilia pale ulipokosa si tu hifadhi kwenye nyumba ya wageni Bethlehemu kwa ajili ya Bikira mtakatifu bali pia nyumba ambapo mwana wa Mungu angezaliwa. Hapo ulipokataliwa pote, ulilazimika kuruhusu malkia wa mbingu kumzaa mwokozi wa ulimwengu katika pango. Ninaomba hili kwa upendo na nguvu ya jina lake takatifu Yesu, ambalo ulimpatia mwana mwabudiwa, na kuomba hili kutokana na yale mateso yako makali ambayo uliyasikia kutokana na unabii wa Simoni mtakatifu ambaye alitabiri kuwa mtoto Yesu na mama yake mtakatifu watakuwa wahanga wa dhambi zetu na upendo wao mkubwa kwetu. Na kuomba hili kutokana na huzuni na mateso yenye maumivu ya roho pale ambapo malaika alipotangaza kwako kwamba maisha ya mtoto Yesu yalikuwa yanatafutwa na maadui zake. Kutokana na mpango wao mwovu, ulikimbia pamoja naye na mama yake mwenye heri kuelekea Misri. Na kuomba hili kutokana na mateso uchovu kazi na safari hiyo ndefu na yenye hatari, nakuomba hili kutokana na kujali kwako kote kumlinda mtoto mtakatifu na mama yake asiye ya na doa. Katika safari yako ya pili, pale ulipoagizwa kurudi nchini kwako, ninakuomba hili kwa Nina njia ya maisha yako ya amani ukiwa Nazareti, ambako ulikutana na furaha na huzuni nyingi. Ninakuomba hili kutokana na dhiki kuu ulioipata pale mtoto wako mwabudiwa alipopotea toka kwako na kwa mama yake kwa siku tatu, ninakuomba hili kutokana na furaha ya kumkuta hekaluni na kwa faraja ambayo uliipata Nazareti, wakati ulipoishi pamoja na mtoto Yesu, nakuomba hili kwa kujitoa kwake kwa ajabu kwako, kwa utii wake wa dhati, ninakuomba hili kutokana na upendo kamili na kufungamana ulikoonesha. Katika kukubali agizo la kiungu kuondoka kutoka maisha haya na kutoka katika uwepo wa Yesu na Maria, na kuomba hili kwa furaha ambayo ilijaza roho yako pale ambapo Mwokozi wa ulimwengu alishinda kifo na kuzimu na kuingia kutamalaki ufalme wake na kukuongoza wewe humo kwa heshima ya pekee Ninakuomba hili kwa njia ya kupalizwa mbinguni kwa utukufu kwa mama na kwa njia ya furaha isiyo na mwisho ulio nayo mbele ya uwepo wa Mungu. E Baba mwema, na kusihi kutokana na mateso, huzuni na furaha, unisikilize na kuniombea nipate hili niliombalo, pamoja na nia ambayo tunaombea siku ya leo. Taja ombi lako. Waombee wafanikiwe wale walioomba sala zako katika yale yote yenye manufaa katika mpango wa Mungu. Mwishowe, mpendwa wangu mlezi na baba, uwe nami na wale wote ambao ni wapendwa katika muda wetu wa mwisho, ili tuweze kuimba milele sifa za Yesu, Maria na Yosefu. Amina, amina, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe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 utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mama Maria, msaada wa Wakristo, utuombee sisi wenye kukimbilia kwako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.